Hapa ni katika moja ya kituo cha mabasi yaendayo haraka eneo la Mbagala rangi tatu, ambapo wananchi wanapata kadi maalum kwa ajili ya kusafiria ndipo waweze kusafiria mabasi hayo, na leo ikiwa ni mwendelezo wa majaribio ya mabasi hayo. Umekuja utatusaidia Eo, kwa safari ya Kariakoo Mbagala, Mbagala Posta, kwa shida tulizokuwa tunazipata aza zote, naona changamoto zitaisha. Kwanza tunayo furaha sana kwa sababu unakuwa ni usa, usafiri wa haraka na mrahisi, hamna foleni, watu watawahi makazini kwao. Tunafurahi wangu naomba mabasi yaende yawe mengi ili tupate kupanda kwa raha, tusigombee. Msemaji wa serikali Gerson Msigo amewahakikishia uwepo usafiri wa uhakika na hapata kuwa na changamoto barabara ya Mbagala ambayo ilikuwa na maswali mengi. Uh, tunafurahi kwamba kuanzia juzi kumekuwa na majaribio na jana majaribio yamehusisha ubebaji wa abiria. Kwa hivyo ninapozungumza, barabara ya Mbagala na kwenyewe taratibu mabasi yameshaanza kusafirisha abiria. E, majaribio yamekwenda vizuri na kama nilivyosema, mto wa huduma kati ya mabasi mia moja na hamsini, ni mabasi stini tu ambayo yamekwenda barabara ya Kimara mjini. Mabasi mengine yote yako kwa ajili ya barabara ya Mbagala, na mengine arobaini na tisa najua yatakuwa yanakamilisha taratibu na yenyewe yataungana. Hatutarajii kuwa na changamoto ya mabasi kwenye njia hizi mbili. Aidha, kwa upande wa njia ya Kimara Moroko kwenda katikati ya jiji, Msigu amesema tayari mwekezaji wa njia hizo ameshapatikana, kampuni ya Transda. Uh, mabasi yake yatakuja mwezi wa kumi na mbili na yataanza kazi mwezi Januari sasa kwa sababu tumeanza kupata changamoto kubwa ya kupungua kwa mabasi ya UDAT. kwa hivyo uh, tulipeleka kule mabasi sitini, tuna jumla kama ya mabasi yanayotoa huduma sasa kama kama 80 hivi 80 mpaka 90 kwa sababu yanaharibika, yanatengenezwa na serikali imetoa fedha ya kutengeneza mengine, tuyaongeze tuyarudishe. Mradi wa mabasi ya mwendo haraka utajumuisha awamu sita za ujenzi wake, ambapo hadi sasa tayari awamu mbili zimekamilika na zimeanza kutoa huduma, huku awamu ya tatu ambayo ni kutoka katikati ya jiji kuelekea Gongo la Mboto kupitia barabara ya Nyerere, ambayo sasa ujenzi wake umefikia asilimia 90. Awamu nyingine ni kutoka katikati ya jiji kuelekea Tegeta Boko kupitia barabara za Ali Hasani Mwinyi na ile ya Bagamoyo, ikiwa ni tawi kutoka Ubungo hadi Mwenge kupitia barabara ya Sam Nujoma ambayo ujenzi wake unaendelea. Esterbella Malisa, Azam News, Dar es Salaam.